Husu yanayoendelea kwenye nchi yetu, na mimi nimechukua nivuda tutafakari sana, eh, siku hizi mbili nikana kwamba liko kundi kubwa la watu linapiga kelele za mwizi, mwizi huyo, mwizi huyo, mwizi huyo, mwizi huyo, mwizi huyo, mwizi huyo, mwizi wa rasilimali huyo, mlarushwa huyo, fisadi huyo halafu kuna jitihada kubwa ya kuwanyamazisha wanaopiga kelele juu hmm ya mwizi, na jitihada kubwa ya kuwanyamazisha wanaopiga kelele juu ya mwizi, lakini ni kama vile hakuna mtu anayehangaika na mwizi hizi anaendelea na maisha yake. Mimi niulize swali, vijana wanajua jibu lake, lakini niulize wazee, labda niulize viongozi, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, kipi rahisi kuwanyamazisha watu wanaopiga kelele za mwizi au kudhibiti wezi. Kip, kipi ni rahisi? Nafikiri jibu jivu mnayo na umesha jua una upande gani wewe kupo, basi nikutie moyo kwa upande uliochagua, maana huko ndiko utakapopata fungu lako binafsi jema. Mimi Humphrey Hesron Polepole nimeamua kusema ya kwamba dhulma, ufisadi, wizi, ujangili, ujambazi, magenge ya kimafia kabisa, kama sisi mtandao hayana nafasi kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mzalendo yoyote atasimama katika hilo. Unajua Bwana Yesu siku moja watu liwazima wanyamazishi hao wanyamazishi hao. Kwa hiyo kunyamazishwa, ndugu zangu, hakujaanza leo. Wanaopiga kelele ya kudai haki kuwanyamazisha kulianza miaka zaidi ya elfu mbili iliyopita. Ni watie moyo, bado kidogo, tusimame imara. Bwana Yesu anasema kwa waumini wa dini ya Kikristo, anasema mkiwanyamazisha hawa, mawe yatapiga kelele. Tafsiri yangu katika maisha ya leo wanaonyamazishwa ni watu wenye ni maslahi binafsi wana ni watenda haki, lakini wamefungwa na maslahi binafsi, wamenyamazishwa, hawawezi ku, kukemea rushwa, hawawezi kukemea ufisadi, wamenyamazishwa na maslahi binafsi. Katika maisha ya leo kama waliotakiwa kukemea rushwa, ufisadi na magenge ya kihuni kwenye nchi yetu wamenyamaza wamenyamazishwa kwa maslahi binafsi, basi mawe mawe, vijana imara wa nchi yetu kokote kule waliko watapiga kelele. Hakuna uchaguzi bila ya kufanya mwafaka wa kitaifa kulileta taifa pamoja. Na kiongozi yoyote anayeamini tutakwenda tu, tutakwenda tu, alitakii mema taifa letu. Sasa hizi nazo habari zinazo zinazofanyika sasa hizi, kuna, kuna watu wakiwemo wazee wanatengeneza orodha sasa hizi ya nani na nani watashiriki kwenye maridhiano hmm? baada ya hichi kinachoitwa uchaguzi mkuu, mi naita kiini macho hmm? Watakaoshiriki kwenye maridhiano kutupatanisha yani <laughs> hawa wamekaa kimya sahizi, wakati ndo tunabagazwa, tunabanangwa, tunatindinganywa na rasilimali zetu zinahondomolewa. Sahizi wamekaa kimya kwa sababu wanajua wanaulaji. Muda si mrefu wakuja kutufanyia kutufanyia maridhiao. Mimi naanza kuwakataa leo. Mmepoteza uhalali, mmepoteza heshima yenu mbele ya umma wa Watanzania. Ndugu zangu, ninaangaa nondo, ehe, za kutosha. Ntakuja tena siku mbili tatu, nataka niwape muda tafakari haya yanayoendelea, na niwatie moyo. Piga kelele dhidi ya wezi ni ibada. Asanteni, na Mungu wa mbinguni awabariki sana.